Kujenga utajiri ni swala la kiroho zaidi, na utajiri unaanzia katika ulimwengu wa roho. Kuna watu ambao wanapambana sana, wana nidhamu ya fedha, wanajifunza, wana maarifa, lakini ni kama wamepigiwa mstari katika ulimwengu wa roho, unawazuia wao kufanikiwa. Haijalishi eh, eh, unapambana kwa kiasi gani, unajituma kwa kiasi gani, unafanya kazi kwa bidii kiasi gani, kama katika ulimwengu wa roho unapigwa vita, hauwezi ukafanikiwa kujenga utajiri. Katika siku ya leo bwana bana, katika YouTube channel yangu, ninaenda kukufundisha jinsi ya kujenga utajiri kwa kuanzia katika ulimwengu wa roho, ninaenda kufundisha jinsi ya kujenga utajiri na Mungu. Yaani, unamshirikisha Mungu katika kujenga utajiri ili utajiri wako uweze kuweza kuwa ni wa kudumu na wenye manufaa kwako wewe na kwa wale wanaokuzunguka. Watu wengi kwenye maisha wanashindwa kufanikiwa kwa sababu wanafikiria wanaweza wakapata mafanikio tu kwa jitihada zao binafsi. Ukweli ni kwamba mafanikio makubwa yanahitaji nguvu za ziada. Unaweza ukachagua upande wewe sasa, uwe ni upande wa Mungu, upande wa nuru au uwe upande wa giza, upate utajiri kwa njia ya masharti. Mara nyingi napenda kuwambia watu, hata maisha ya kupige vipi usitafute utajiri kwa njia ya mashetani au ya manyoka. Hata waganga wenyewe hawazitaki pesa hizo, ndo maana wameamua tu kuwa wa kawaida. So kuna namna ambayo unaweza ukatengeneza utajiri, ukatengeneza pesa nyingi kwa kushirikiana na Mungu, kwa kumshirikisha Mungu ukajenga utajiri kwa kuanzia rohoni, kwa sababu mafanikio na utajiri unaanza katika ulimwengu wa roho, na kila unachokiona kinatokea katika ulimwengu wa mwili au duniani kinaanzia kwanza rohoni. Karibu sana bwana, katika YouTube channel yangu. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa maswala ya fedha na biashara niliyeidhinishwa na benki kuu ya Tanzania, yani certified financial educator. Nimeandika vitabu vinne ikiwemo kanuni ishirini za fedha, jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara nguvu ya kujua pamoja na kitabu changu kipya kinachoitwa Akili ya Fedha, kitabu kinachoeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu. Na haya mambo ya kiroho nayokueleza hapa, nimeeleza katika kitabu changu hiki kipya cha Akili ya Fedha. Karibu sana bwana. So kama nilivyokuambia bwana, kujenga utajiri ni swala la kiroho, na utajiri unaanzia rohoni katika ulimwengu wa roho, na unapaswa kuelewa kwamba binadamu ni kiumbe anaishi katika ulimwengu wa aina mbili kwa wakati mmoja, ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho. Na ili aweze kufanikiwa na kustawi katika eneo lolote lile, eneo la mahusiano na ndoa, eneo la fedha na uchumi, eneo la kazi au kipaji, au aweze kustawi katika eneo la malezi, pia anahitaji kuwa na uwezo wa kumshirikisha eh, Mungu katika ulimwengu wa roho ili aweze kupata kibali. So katika siku leo bwana, ninaenda kukufundisha eh, aina tano ya maombi ya kumuomba Mungu ili uweze kupata utajiri. E, maombi, maneno ya Mungu yanasema kwamba ombeni nanyi mtapewa bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa hiyo tumeambiwa tuombe. Na kuna maandiko pia yanasema kwamba msijisumbue kwa neno lolote bali kwa kila neno ni kwa kusali na kuomba na kwa kushukuru na haja zenu zijulikane mbele za Mungu. Kwa hiyo kuna namna ili uweze kupata kitu, lazima ujue namna ya kuomba. Tulipokuwa wadogo tuliwaomba wazazi wetu pesa. Wakati mwingine tuliwaomba elfu tano tulipewa elfu tatu kwa sababu wazazi walipima sababu yetu ya kuomba pesa. Wakati mwingine tuliwaomba wazazi elfu mbili hatukupewa hata mia kwa sababu hatukujua namna sahihi ya kuomba kuna watu wamekosa utajiri, kuna watu wamekosa pesa kwa sababu hawajui namna sahihi ya kumwomba Mungu pesa, hawajui namna sahihi ya kumwomba Mungu. Hilo ni jambo la muhimu sana na unapaswa kuelewa. So, kama nilivyokwambia hapo katika maandiko matakatifu, wa Filipi 4 mstari wa 6 nasema kwamba msijisumbue kwa jambo lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru na haja zenu zijulikane na Mungu. Haja zenu zijulikane kwa. Umewahi kukaa chini seriously ukamwomba Mungu kwamba naomba Mungu unifanikishe, naomba Mungu unipe utajiri, naomba Mungu unipe afya njema, japokuwa Kumwomba Mungu utajiri si namna sahihi ya kuomba. Kuna mambo ya kumwomba Mungu eh, mwombe Mungu mambo mengine na utajiri utakufuata, si unanielewa? Kwa hiyo kuna aina tano ya maombi ambayo nataka umshirikishe Mungu, umwombe Mungu kama kujenga utajiri ni moja ya malengo yako. Nimekuletea maombi matano ya kumwomba Mungu yatakayokusaidia kuweza kujenga utajiri. Mungu analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Unapomwomba Mungu mwambie, mkumbushe ahadi aliyoitoa katika maisha yako

aliyempa taarifa fulani, aliyemfundisha kitu fulani, aliyempa nafasi pra, fulani platform fulani akafanikiwa kwenye maisha. Tunahitaji destiny helpers ili tuweze kufanikiwa. Kila mtu ana mtu wake ambaye akikutana naye tu ametoboa. Sijajua wewe mwenzangu, umekutana na huyo mtu. Mimi mpaka hapa nilipo, nina watu wawili ambao wamenisaidia kuwa hapa nilipo. Wapo wengi, lakini wakubwa ni wawili. Um, ukiacha wazazi wangu of course, na Mungu mwenyewe, kuna watu wawili mmoja anapenda kabisa kumsema, mmoja ni Azden Jumanne. Yeye yeye alinipa platform ambayo ndo kubwa zaidi. Hapo nilijifunza kwake jinsi jinsi ya ya ya kutengeneza video, jinsi ya kufundisha kwenye kwenye kamera, kamera, kuwa na confidence mbele ya kamera. Azden Jumanne namshukuru sana na na na Mungu ampe maisha marefu. Huyu ni mtu. Mtu wa wa kwanza ambaye alinisaidia. Mtu mwingine anaitwa anaitwa Brother Sky, Fredrick Bundala. Huyu bwana ni CEO wa Simlizi na Sauti. Ni chombo cha tano kwa ushawishi Tanzania kwenye vyombo vyombo vya habari, Ukijumlisha hapo na vyombo vingine vikubwa. Huyu bwana yeye ndo aliyenisaidia kuanzisha YouTube channel yangu. Video zote ambazo wengi mmekuja kuzifahamu zilianza kutoka kwake. Alinisponsa video zote, nilitengeneza kwenye studio yake, kamera, vifaa na alinipa mtu wa kunishuti. Alinisaidia ambapo kwa wakati ule ningetumia pesa, ningetumia pesa nyingi sana kutengeneza kila video, lakini nilitengeneza video kwa miaka karibu miwili kwake free kabisa, kupitia vifaa vyake na watu wake. kwa, hawa ni miongoni mwa watu wawili amba, ambao waliona kilicho ndani yangu, wakaamini katika kilicho ndani yangu. Wa kwanza alinipa platform kubwa zaidi ya kufundisha ndo nikajifunza mambo ya kuanza kuelimisha watu na ndo aliyenisaidia kujitambua. Nikajua bwana, mimi nita specialize kwenye kufundisha elimu ya fedha. Wa pili yeye, yeah, alinipa platform kubwa zaidi. Nilipa chombo cha habari na kanipa watu wa kunishuti nikaendelea ndo mpaka hapa nilipo. Kwao ni miongoni mwa watu wawili tu walionisaidia zaidi katika kile ninachokifanya. Kwa Mungu alinikutanisha na watu. Na muomba Mungu na wewe akukutanisha na destiny helper wako. Mtu ambaye anaweza akawa ni mentor wako, anaweza akawa ni boss wako, mwajiri wako au anaweza akawa mtu mwingine yote ambaye anaweza akakusemea jambo kwa watu fulani wakakupa nafasi ambaye anaweza akaona una wazo bora la biashara ukapewa mtaji wa milioni ishirini, ukapewa mtaji wa milioni tano, ukakopeshwa pengine mzigo, au akakupa nafasi ya kuenda China, ukaenda naye China ukaona machimbo. Mungu akukutanishe na hepa. Kama kuna maombe muhimu zaidi ya kumwomba Mungu, muombe Mungu akukutanishe wa na watu sahihi, itakusaidia sana kufanikiwa kwa haraka kila unayemwona amefanikiwa alishikwa mkono na mtu fulani mwombe mungu akutanishe na mtu atakayeamini katika ndoto yako katika maono yako katika wazo lako bora la biashara ili aweze kuwekeza akupe platform kama ni kipaji akupe kipaji platform ya kuonyesha kipaji aina pili ya maombi ya kumwomba mungu kama unataka kufanikiwa mwombe mungu akupe kibali cha kuonekana na kukubalika kila unayemwona anang'ala katika hii dunia. Kila unayemwona nang'aa katika Tanzania hii, anayeng'aa kwenye mziki, anayeng'aa katika filamu, anayeng'aa katika eh, ajira, unaona mtu ni CEO, anayeng'aa katika kipaji, ujue kwamba ana kibali katika ulimwengu wa roho. Sasa wapo ambao wamepata kibali katika kutoka kwa Mungu na wapo ambao wamepata kibali kutoka kwa shetani. So, na wewe utachagua, unataka kibali kutoka wapi? Kibali cha shetani kina mashariti makubwa na si cha kudumu ndio unakuta mtu alikuwa maarufu, alikuwa star, amepotea kama amekufa vile, kumbe anaishi. Lakini kibali cha Mungu kitakung'arisha siku zote za maisha yako. kwa mwombe Mungu akupe kibali, kibali cha kuonekana na kibali cha kukubalika. Kuna watu wana vipaji sana lakini hawajapata nafasi. Hawa wanao unaoona, tunawapenda sana wasanii wa mziki wa Injili, sio kwa sababu wana vipaji sana Eh, ukisoma Robert Kiyosaki katika kitabu chake cha Rich Dad Poor Dad anasema dunia imejawa na watu wengi wenye vipaji lakini wanaishia kufa maskini. Unajua kwa nini? Kwa sababu kipaji pekee hakitoshi. Taaluma pekee haitoshi. Unaweza kuwa umesoma na GPA kubwa lakini umekosa kibali cha kuajirika. Katika ulimwengu wa kiroho unaweza kuwa na GPA 4.8, 4.5 au 5.0. GPA kubwa na nzuri, umefaulu vizuri darasani. Lakini kama huna kibali katika ulimwengu wa roho hautapata ajira. Wataajiri wao ni GPA 2.6, wataajiri wao ni GPA 3.0. Si tuna kama hauna kibali hautapata majukwaa ya kuonyesha kipaji chako. Kama hauna kibali hautapata ajira, na hata ukiipata hautapanda cheo watakuja watu miaka milioni mitatu wanakua mabos wakoana CEO unahitaji bora la biashara pia, bidhaa yako ikapendwe na watu bidhaa tunazozitumia sana, sio kwamba ndo nzuri kuliko zingine sokoni, sababu bidhaa zile zimepata watu wameziombea bidhaa zao, walianza biashara na munguwaianzaya Mungu. nu Kwahiyo maombi ya kuonekana kibali cha kuonekana na kukubalika ni moja ya maombi muhimu zaidi. Ili upande cheo, unahitaji kibali katika ulimwengu wa roho. Ili upate ajira, unahitaji kibali. Ili upate ya nafasi ya kuonyesha kipaji chako, unahitaji kibali. Ili bidhaa yako ipenye katika soko, unahitaji kibali katika ulimwengu wa roho. Ndo hapo unakuta mtu anatoa sana sadaka e, mwingine anatoa sadaka takatifu, mwingine anatoa sadaka katika ulimwengu wa giza. Watu wote unaona wamefanikiwa, wana vibali katika ulimwengu wa roho. Aina ya ina tatu ya maombi ya kumwomba Mungu kama unatamani kufanikiwa na kujenga utajiri, muombe Mungu akupe ulinzi kwenye maisha yako. Kuna watu hawana ulinzi. Usipokuwa na ulinzi utapigwa vita na utadondoka tu. Na ulinzi, muombe Mungu akupe ulinzi katika maeneo matatu. Eneo la kwanza, muombe Mungu akupe ulinzi wa afya. Eh, kuna watu wanaumwa magonjwa ambayo hayaonekani. Daktari anamwambia, hatujui anauma nini, lakini anauma mpaka ataondoka duniani. Ikijulikana, ilikuwa haikujulikana alikuwa anaumwa nini. Huyu hakuwa na ulinzi katika ulimwengu wa roho, alirogwa, alipewa magonjwa ambayo ya kutengenezwa, yametengenezwa katika maabara za kichawi. Si tunaelewana mpaka hapo? Lakini ulinzi wa kipato, kuna watu ambao anapambana vizuri, anaweka akiba. Ikifika tu ile akiba ambayo anataka nunue kiwanja cha kujenga, au akiba ambayo anataka anze ujenzi, au akiba ambayo anataka anze tu biashara, anapata matatizo, anakosa ulinzi katika kipato chake. Yani anapambana we, yani ni kama mpigwa mstari kwamba huyu hatazidi milioni kumi. Ni kama mpiga mstari kwamba huyu kwa kipato chake kitaendelea kuwa ni laki tatu tatu tano, hatafika milioni moja. Kwa hiyo muombe Mungu akupe ulinzi katika kipato, na ili Mungu akupe ulinzi katika kipato, tenga sehemu ya mapato yako kila mwezi kwa ajili ya kutoa sadaka, ili Mungu apate sababu ya kulinda kipato chako na kubariki kipato kikue. Ikiwa kila pesa unazozipata unazitumia kwa ajili yako peke yako, Mungu ana sababu ya kukubariki kuwa na kipato kikubwa, kwa sababu wewe ni mbinafsi, ni selfish. Lakini kitu cha tatu nimekwambia, akupe ulinzi wa afya, akupe ulinzi ya kipato ndo nimetoka kuzungumzia. Lakini tatu, akupe ulinzi katika familia yako. Shetani anaweza kana kutafuta we, anakutafuta we, akupati we, akaenda kumpata mtoto wako akampata, mke wako akampata mme wako kumuombe Mungu aweke ulinzi katika familia yako, penda kutoa sadaka. E, maombi yako yatakiwa kuwa matupu. Matupu, mepesi, mepesi. Maombi yako yasiwe tu ya rais rais, toa sadaka katika maombi yako, ili upate ulinzi katika familia ulinzi katika afya na ulinzi katika ipato. Tukija katika aina ya nne ya maombi ya kumwomba Mungu ili uweze kujenga utajiri na kufanikiwa kirahisi, muombe Mungu akusaidie kujua kusudi la maisha yako, muombe Mungu akusaidie kujua umekuja kufanya nini duniani, usipoteze muda wako wa thamani kuishi maisha mtu mwingine. Steve Jobs, mwanzilishi wa kampuni ya Apple na MacBook hizi tunazozitumia, iPhone hizi, aliwahi kusema, "Muda wetu ni mfupi sana duniani, usipoteze muda wako a wa thamani kwa kuishi maisha mtu mwingine kila mtu duniani ameletwa kwa kusudi maalum. Kusudi la maisha ni nini? Ni ile changamoto aliyoiona Mungu akasema, hii changamoto bila kuwa na mtu anaitwa Victor Watanzania wataendelea kupata taabu kwenye eneo la fedha. Bila kuwa na mtu anaitwa Neema Watanzania wataendelea kupata taabu kwenye cosmetics, ngozi zao zitaendelea kupauka. Bila kuwa na mtu anaitwa Dewiji Watanzania wataendelea kupata taabu kwenye sekta ya, ya, ya, ya usafiri au ya, ya vinywaji. Si tunaelewana mpaka hapo? Kwao Mungu amekuleta duniani ili uwe sehemu ya solution katika hii dunia. Yaani kuna changamoto iliyompa Mungu sababu ya kukuumba. Hiyo ndio kusudi lako. Unatakiwa uishi kwa kutatua hiyo changamoto. Usiishi kutafuta pesa, ishi kujitafuta na kutatua tatizo ambalo Mungu amekuleta duniani. Sasa the best way ya kugundua kusudi la maisha yako ni kumuuliza Mungu. Muulize Mungu, hivi umeniumba mimi kufanya nini duniani? Umenileta duniani kufanya nini? Mungu hajakuleta duniani kusindikiza watu. Mungu hajakuleta duniani kupoteza muda. Kwa hiyo umekuja duniani kwa kusudi maalum. Kuna watu ni samaki walitakiwa kuwa majini, wanalazimisha kupanda miti kama nyani. Kuna watu ni ndege walitakiwa kuwa angani, wapepee, wawe juu ya mawingu, wanalazimisha kuogelea kama samaki. Na ndio maana wanaishi maisha ya tabu, maisha ya stresi yasiyo na mafanikio. Unaona, unakuta mtu anapambana kwa miaka mingi, lakini kile anachokipata hakiendani na muda na nguvu aliyoiwekeza, kwa sababu mkono wa Mungu haupo hapo. Mungu amekuleta wewe usaidie, uwe daktari usaidie kugundua dawa muhimu, wewe umelazimisha kwenda jeshini kwa sababu umesikia watu wanajeshi sio, na mshahara mkubwa wenye nyota mbili tatu. Sisi tunaelewana kwa sababu hili somo bwana, ni muhimu sana. Kwa hiyo unabidi hata ukimaliza hapa usikilize tena kwa makini, usikilize tena kwa makini, litakusaidia sana kupiga hatua. Mimi ninaamini si, mimi kwa sasa hivi sijafanikiwa sana, lakini kwa hapa nilipo hapa, nimegusa maisha ya watu wengi sana, mamilioni ya watu. Lakini nisinge kuwa nimegundua kusudi langu, nisingegusa maisha ya watu wengi. Kuna watu nisinge kuwa nimekutana nao. Kuna pesa ambazo nashika sasa, sehemu kubwa vijana ambao wa umri wangu au niliomaliza nao chuo mwaka ule niliomaliza, hawazishiki kwa sababu ya ninaamini ninachokifanya nina baraka za Mungu, kwa sababu ndicho ambacho Mungu aliniita. Fanya kazi kwa kuzingatia kipaji ulichonacho, genius yako, area of competence. fanya kazi kwa kuzingatia kuzingatiapassion ulionao, kitu ambacho unakipenda, lakini angalia katika jamii yako, ni kitu gani ambacho kinakuuma sana, unatamani kisinge kuwepo, unatamani... yaani unaona kabisa Watanzania wanapata sababu kwenye hili eneo, na hiyo kitu inakuuma ndo kusudi lako lipo hapo. Inawezekana ni unyanyasaji wa kijinsia, inawezekana ni kwenye sekta elimu, inawezekana kwenye sekta ya usafiri, unaumia sana watu wanaopata usafiri io kwenye changamoto. Muombe Mungu akusaidie kujua kusudi la maisha yako. Mark Twain aliokusema kuna siku mbili muhimu zaidi kwenye maisha. Siku ya kwanza ni ile uliozaliwa, siku ya pili ni ile uliojua kwa nini umezaliwa. Uh, Dr. Myles Munroe na mchungaji aliyokusema, janga kubwa kwenye maisha sio kifo, janga kubwa ni kuishi maisha bila kujua kusudi la maisha yako. Mwombe Mungu akusaidie kujua wewe ni nani. Tukija katika aina ya tano ya maombi ya kumwomba Mungu ili uweze kujenga utajiri na kufanikiwa kwa haraka na kirahisi. Mwombe Mungu akupe mwenza sahihi. Mwombe Mungu akukutanishe na mwenzi sahihi wa maisha yako. Kama ni mwanamke, mwombe Mungu akuonyeshe mume bora na mume sahihi. Mwombe Mungu akuonyeshe mke bora, nilishai kuongea. Unapotafuta mke, autafuti tu mke, unatafuta mama wa watoto wako. Unapotafuta mume, autafuti tu mume, unatafuta baba wa watoto wako. Na unapotafuta mke au mume, unatafuta hatima yako. Hapo pia unajitafuta wewe kupitia huyo mwenza unayemtafuta. Ukikosea kutafuta mume au mke utajipoteza, kwa sababu wewe utakuwa sawa sawa na alivyo mume wako au mke wako. Unajua, sisi ni wastani wa watu wanaotuzunguka au tunaotumia sana muda. Ukimpenda sana mwanaume, ikiwa mwanaume ana vitu ambavyo sio sahihi, vile vitu vitaamia upande wako na ficha yako inaweza ikaribiwa. Kuna watu ambao ndoto yao ilikoma pale tu walipoingia kwenye ndoa. Kuna watu ambao ubunifu wao ulipotea walipoingia kwenye ndoa na kuna watu ambao baada ya kuachana tu na mwanaume wao au mke wao waliaona mafanikio. Na kuna watu ambao baada tu ya kuingia kwenye ndoa, walianza kufanikiwa, na wanasema ndoa zinakuja na baraka zake. Ndio, ndoa zinakuja na baraka zake. Kama utapata mke, maandiko matakatifu nasema mtu anaingia kwenye ndoa, anaepata mke anapata kitu chema, na anapata kibali mbele za Bwana. Kwao kuna watu wamekosa vibali kwa Mungu, wamekosa vibali kutoka kwa Mungu kwa sababu tu ya kukosea kuchagua mke au mume au ya kuingia kwenye ndoa. Unahitaji kibali, kibali katika biashara, unahitaji kibali katika ajira, unahitaji kibali katika kipaji ulichonacho. Unahitaji kuchagua mke au mume sahihi. Muombe Mungu akuonyeshe ishara ya waziwazi kwamba je, huyu ndo mtu sahihi kwa ajili yangu? Kuna watu ambao wa wanaigiza sana. Unaweza kumuona ni mtu mwema lakini ukiingia kwenye ndoa ndo unagundua huyu ni shetani. Sisi tunaelewana mpaka hapo. Kwa hiyo ni muhimu ukawa makini. Yaani kuna mtu, unajua ukimpenda mtu, unaongozwa na hisia zaidi kuliko akili. Sisi tunakwambia kabisa, bwana, huyu mwanamke atakupoteza, unasema atabadilika. Hamnaga kitu kama hicho, mtu hawezi kubadilika, na mwanamke au mwanaume akibadilika, mbadilika kwa faida yake, sio kwa faida yako wewe. Kwa hiyo namna moja wapo kutambua kama huyu mwanamke ni mtu sahihi au sio, angalia watu wanasemaje, wazazi wako wanasemaje kuhusu huyo mwanaume mwanamke, marafiki zako na wake wanasemaje kuhusu huyo mwanamke, eh, people recommendation pia ina mata. Watu hawezi kuongea tu kwamba huyo ni mtu mbaya, wewe unakaza fuvu tu, kuja kuingia kwenye ndoa, unajuta kuna wengine wako kwenye ndoa na mtu asiye sahihi, wanavumilia asema anavumilia. Utofautishe kuvumilia na kupoteza muda. Kuna watu wamepoteza muda sana na watu wasio sahihi, kwa kigezo cha uvumilivu. Unataka kuona ustawi kwenye eneo lolote lile la kifedha, kipaji, kazi, unahitaji kuchagua mke au mume sahihi, na Mungu ndio anaweza akakusaidia. Muombe Mungu akukutanishe na mke au mume sahihi, muombe Mungu akupe ishara ya kutambua kwamba huyu ndiye Ukisoma kitabu changu cha Nguvu ya Kujua nimeeleza namna ya kutambua mwenzi sahihi wa maisha yako. Kitafute shilingi elfu ishirini tu. Mungu anasema anayepata mke anapata kitu chema na anapata kibali. Mwambie Mungu, nahitaji kibali, na ili nipata kibali umeniambia nahitaji kupata mke au mume sahihi. Hii itakusaidia sana kufanikiwa. Asante sana bwana kwa kunisikiliza mpaka wakati huu. Mafanikio ya kifedha yanategemeana na wewe unavyozingatia mambo ya kiroho. Na kama unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, zingatia mambo ya kiroho. Soma kitabu changu cha akili ya fedha, nimeeleza mbinu za kutoka kwenye maskini na kujenga utajiri wa kudumu na nimeeleza uhusiano uliopo kati ya ulimwengu wa kiroho na mafanikio ya kifedha. Lakini zaidi pia soma kitabu changu cha kanuni 20 za fedha, kitakusaidia kujua kwa sababu kuna kuna spiritual law of money iliyosema kwamba binadamu ni kiumbe anayeishi katika ulimwengu aina mbili kwa wakati mmoja, ulimwengu wa kiroho na wa kimwili. Ili ufanikiwe na kustawi kwenye ulimwengu wa fedha, kwenye mambo ya fedha lazima ujifunze kuishi katika aina zote mbili za ulimwengu msa ulimwengu. Soma pia kitabu changu cha jinsi ya kuanzisha na kukuza biashara kitakusaidia kujua mbinu e, za kiuchumi za kukua kiuchumi, mbinu za kupata wateja, mbinu za masoko na za mauzo, mbinu za kupata wazo bora la biashara na kuchagua kitu sahihi cha kufanya kwenye maisha yako. Soma pia kitabu changu cha nguvu ya kujua kitakusaidia kujua mambo unayopaswa kujua ili uweze kufanikiwa kwenye maisha yako. Asante sana bwana. Kila kitabu changu kimoja ni shilingi elfu ishirini na hicho cha akili ya fedha ni shilingi elfu ishirini na tano. Unaweza kuvipata vitabu hivi kwa kupiga namba za simu 0744 126640. Ukinipigia ukiona sijapokea, piga namba ya ofisini, unaiona katika screen. Na zaidi, unaweza kupata vitabu vingine bwana, hapa dukani kwetu. Tuna vitabu vingi vya fedha, biashara na mafanikio kutoka hapa dukani kwetu Akili Plus Bookshop, ikiwemo Rich Dad Poor Dad, Richest Man in Babylon, Psychology of Sale, Psychology of Money, Millionaire Fast Lane, Millionaire Next Door, The Secret to Millionaire Mind na vingine vingi ikiwemo think and grow rich atomic habit seven habit of highly effective people na vingine hivyo. Asante sana bwana, piga namba za simu unazoiona katika skrini kupata vitabu dukani kwetu. Zaidi nifuatilie kupitia mitandao yangu ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene, hasa Instagram, TikTok na Facebook kwa jina la Victor Mwambene. Usiache kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Asante sana, tukutane wakati mwingine.